Kanisa ni mwili wa Kristo, kila mmoja wetu ni kiungo cha mwenzake. We hapo ulipo mwingine, yani chukulia kama jinsi ulivyo mwili wako, mkono, pua, macho, mguu, hivyo ndivyo ulivyo, yani ndivyo kanisa la Mungu lilivyo. Kila mmoja ni kiungo cha mwenzake, hakuna mtu aliye wa maana kuliko mtu mwingine. Kanisa linafananishwa na mwili. Kanisa lina vipawa vya aina mbalimbali ndani yake, kila mmoja wetu amepewa kipawa cha pekee na Mungu. Wengine wanaweza kuhubiri, wengine wanaweza kufundisha, wengine kuhimiza, wengine kusaidia kwa mali. Hizi ni karama. Ukimwona mtu anamtolea Mungu pesa au mali aliyonayo, si kwamba anataka kujipendekeza kwa mchungaji au kwa wazee wa kanisa au anataka kujipendekeza kwenu. A -a. hiyo ni karama aliyo nayo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sisi wa Kristo pia tu huwa tuna changamoto. Ukimwona mtu akifanya jambo, unaanza kusema huyu anajidai sana kwa sababu anazo. A -a. sio hivyo, hiyo ni karama ambayo iko ndani yake. Kuna wengine ni viongozi wengine kuonyesha rehema. Hakuna karama ndogo, zote ni karama ambazo ni muhimu ndani ya kanisa. Bwana asifiwe. Je, wewe unatumikia kipawa chako kwa ajili ya Bwana?